Mradi huo wa ujenzi wa uwanja wa ndege wenye urefu wa kilomita moja nukta mbili umedaiwa kuwa utafungua utalii wa hifadhi ya Ruaha, huku kamishna msaidizi wa uhifadhi anayeshughulikia maendeleo ya biashara kanda ya kusini bwana Kelvin Nkulila amesema, pamoja na juhudi hizo katika hifadhi hiyo bado anakabiliana na changamoto ya baadhi ya barabara kutopitika kwa urahisi na kuwalazimu wageni kupitia njia mbadala kupitia mkoa wa Iringa. Kuna mataifa mengi ya upande wa kusini ambapo wageni wanapita wakitaka kuingia Ruaha lazima wafike mpaka Iringa, lakini uwepo wa miundombinu hii itasaidia kwanza wageni kufika kwa urahisi, lakini pia inafungua nyanja za uwekezaji. Kama ukiangalia sasa hivi na maana kuna wana wageni wanakuja moja kwa moja uwanja huu, tayari kuna fursa za uwekezaji katika kambi za wageni ambao wanatoka katika mikoa ya Mbeya pamoja na nchi jirani hmm, kwa maana ya Zambia pamoja na kule nchi za Sadeki hmm walikuwa wakiweza kutaka kuaccess Hifadhi ya Taifa ya Ruaha ni lazima wazunguke mpaka Iringa mjini, alafu waende kilomita mia moja kumi na tisa mpaka kwenye lango ambalo ndio linatumika kwa ajili ya masuala ya utalii kwa sasa. Uwepo wa eneo kama hili katika eneo la kusini utastimulate watu kupunguza takriban kilomita mia tatu. Mkuu wa mkoa Mbeya, Dr. Juma Homera amesema kuwa lengo la serikali kujenga miundombinu ya uwanja wa ndege katika hifadhi hiyo ni kuongeza fursa za utalii katika kanda hiyo, huku mbunge wa jimbo la Mbarali Bi Bahati Ndingo akimwomba mkandarasi anayejenga uwanja huo kurekebisha baadhi ya barabara korofi. Yo, dhamira ya mheshimiwa rais ni kutengeneza hii uwanja, kutengeneza na geti, kutengeneza na terminal building ili watalii waweze kufika hapa na mimi niseme tu kwamba niwapongeze sana mheshimiwa diwani wa, wa Ruhanga, mheshimiwa mbunge pamoja na viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Tumwombe mkandarasi wetu chiko kama alivyotufanyia awali, yale maeneo korofi korofi, e, pale kwenye madimbu kidogo na sehemu zingine. Naamini wao ndio na wanaotumia barabara hii kwa muda mrefu zaidi, angalau watusaidie kwenye yale maeneo makorofi. Sisi tumeanza kunufaika na huu uwanja kwa sababu waliokuwa wanajenga uwanja mahitaji yao walikuwa wanapatia wapi madundasi? Na tayari wengine ni shemeji zetu mumu, kwa hiyo tayari tumeshapata kipato. Nikiripoti kutoka hapa kutoka mm, kwa Mbeya, mimi ni Samwel Mpogole.